inabadilika wote, boys and girls, na mabadiliko haya ni asili, tumeumbwa hivyo. And I'm very much sure hizi topic imeshafundishwa, kama sikosee, wengine grade 3, yo, grade grade 5, grade grade 5 and 6, na secondary secondary, form gani? Form 1 eh form 3? Form 3 inaitwa topic gani ile? reproduction. Yes. Alafu uh, grade six, 5 na 6. Hiyo biology. Right, the topic. Topic inaitwaje? Mnakumbuka inaitwaje? Inaitwa puberty, eh? Which somo? Science. Science. Okay, very good. Now, naomba mniambie mlioko hapa wangapi wenu yale mambo mliofundishwa grade 5 and 6 kuhusu science ya kuhusu puberty na yale mambo mliofundishwa form 3, uh, uh, mliwahi kuambiwa na wazazi kabla mjafundishwa shuleni? Nyosha okay, mkono. Wangapi mliambiwa na wazazi baada ya kufundishwa shuleni? Wangapi wazazi hawajawahi kuzungumza na nyie kabisa? You see, so you see there's a need to talk about these things because sio wengi wetu tunaongea haya mambo na wazazi. Sasa haya mabadiliko yanayotokea katika maisha, baba yako aliyapitia, mama yako aliyapitia, na kuna mengine yanaendelea kwa wazazi wako mpaka leo, kwa sababu miili yao inabadilika kwa jinsi ambavyo wanakuwa watu wazima. Kama mnafahamu, mabinti, mabadiliko yao kwenye puberty, wanaanza kuingia kwenye heavy menstrual cycles. Jinsi ambavyo mama zenu na mama zetu wanavyoendelea kuwa watu wazima, mabadiliko yanaendelea, sio kwamba amesimama, yanaendelea. Inafika ya kipindi ile hedhi inafanya nini? Ina stop menstrual cycle, ina stop kwa wamama ambao wa 45 kuendelea huko mbele, wangapi wanajua jina inaitwaje? ikisha stop inaitwaje eh? menopause. Menopause. Kwa hiyo mabadiliko haya tunayozungumza sio tu kwa boys and girls, ni kwa even men and women kwenye maisha yetu, na physical changes zinakuwepo, zina, zina nywele zinakuja kubadilika, ngozi inakuja kubadilika vitu vingi vinatokea na the more unavyozidi kuwa mzee, na wengine mpaka unaanza kupinda mgongo eh, physical change nani. Lakini hizi ambazo tunazungumza leo the boys and girls ni more of the age between which age 13 and 14, not only that, not even 12, nowadays we have even girls goes to they start their MP 9 years. Yes kwa hiyo sio tu 12 sio tu 13, sasa hivi tunakwenda chini, na kama mkisoma biology vizuri, mkisoma tafiti vizuri, inasemekana kwenye sayansi, kuanzia mwaka elfu mbili, every decade menstrual cycle inashuka 4 years down. You get my point? Every every decade means after each 10 years menstrual cycle inafanya nini? Anashuka. Kwa the possibility, mama zenu waliingia menstrual cycle wakiwa kumi na tatu kumi na nne wengine labda mama zetu walianza wakiwa na kumi na saba kumi na nane lakini sasa hivi watoto au watoto wetu sisi wanaingia wana tisa kumi na moja. Now let me ask you a question. Between a girl and a boy, who gets the puberty quicker? Do you know why? Why? Why they going very fast? No idea. Viungo vyao vya mwilini vinama, vinapokea mabadiliko mapema sana, na hata ukuaji wa a girl ni, ni wa haraka, na sio tu ukuaji wa physical a girl, hata, m, uh, mental maturity yake is quicker than the boy. Ndio maana wazazi wanaweza, ndoa ikavunjika akabaki boy and a girl nyumbani, yule a girl ni mdogo kuliko a boy, lakini quick she will change to be The little girl, she She start being a mother. She start cooking and and taking care and ask, where are you going? Please come early. And she start being a mother. Gafla. Quick. Wakati boy, anaweza akawa mwili mkubwa miaka imeosonga, lakini bado hapa kuna nyazi peleki moto. Physical change. Now, I want to show you according to Eric Erickson we have, okay, we have uh, eight stages za makuzi ya mwanadamu. Eight stages. Now let me show you all of them. Ya kwanza inaitwa prenatal development, hii ni stage ya mimba inapotungwa tumboni. Hivi unajua mimba ikishatungwa akaanza kutengenezeka mtoto, ukamtoa kwa abortion, ukigundulika, unafahamu unashtakiwa. Kwa nini unashtakiwa na serikali? Kwa sababu umeua umeua nani mtu uweze kusema kalikuwa kajitu kadogo uh -uh. umeua mtu steji ya kwanza mimba tumboni hapo imagine kalivyo hivi ndio kanakuja kuwa wewe steji ya pili infancy to toddler miaka mingapi up to two years hii ndio inaitwa utoto sema utoto steji ya tatu early childhood preschool miaka mbili mpaka sita hapa ndipo wanaanza kwenda preschool school, nursery school, wanafundishwa kuhusu a lot of uh, uh, behavior uh, coming together, interactions na nini and less of arithmetic and numbers and letters, ingawa huku kwetu mara nyingine hapa kanajua kupiga tebo mpaka ya nane, kanakomazwa akili mapema. Hii ni early childhood Utoto wa awali unaitwa utoto wa awali. Ya nne, middle childhood, hapa ndio sita mpaka kumi na moja. Sasa hii inaitwa early adolescent, together say early adolescent. Hapa sasa, hapa ndio vijitabia vinaanza sasa, vijitabia vile vinaanza, physical development. Kumi na moja, hapa kidogo kashaanza kuona vitu fulani kidogo, ameanza kuona vi..., kidogo na eh, anaweza ku, ku, Akienda shuleni ana girlfriend kake pale pembeni, alafu mwingine karanga, ana kapa labda karanga um, fanya fanya nini kinaanza um, um, um, um. <gibu> kuwa kitoto ki, ki, ki, cha mbuzi hapa hapa, early adolescence ya tano, ndio adolescence yenyewe. Sasa ndio adolescence yenyewe, wangapi? Wangapi tuko hapa sita paka kumi na moja sita paka kumi na moja okay. tuna mmoja wawili hapa okay. ndio penyewe hapa kumi na mbili mpaka kumi na nane wote tuko hapa wengi hapa sasa ndio mtindo mzima wazazi wanachanganyikiwa kuna wengine wamewaleta huko wanatamani mrudi kesho msirudi leo jinsi ambavyo jinsi ambavyo fujo nyumbani Yaani hapa wanasema, Mauki, kwa nini? Kwa nini kwa saa tisa sifanya hata siku tatu? Yeah. Wamewachoka fujo, unakuta eh? Hapa tumekaa wewe masaa machache, tunakutaka sababu kuna wengine wanakaa na wewe miaka huko. Hapa mbili paka kumi na nane kumi na mbili paka kumi na nane hii ndio inaitwa adolescence yenyewe hapa ndo unaanza kuwa na marafiki uwasikilizi wazazi, unajitenga nao, chumba chako kichafu uogi, hmm, chumba vumbi, ukiwa na umekula ice cream, umekula kitu unatupia vitu vunguni. Ukiingia chumbani kwako, soksi moja iko huku, soksi zingine iko kule, chupi ufui hapa unanusa, unaficha, unaficha, unaficha. hapa sita So umeshamaliza stage ya uchakaramu hapa. Umemaliza uko hapa ele adulthood. Hapa sisi ndio wakaka eh chuo kikuu middle adulthood ndio sisi wengine tuko. Hapo alafu, hapa, ndio baki na babu, babu yako yuko hapa mkoa gani? amfariki na bibi wapi? Naona watoto wa siku hizi hata wajui bibi aliko, yani, ila muulize baga iliko au piza feisa. Bibi yako iko wapi? Babu yako Kilimanjaro, bibi Kilimanjaro. Sehemu gani? Same, wempare Anyina umkula picha ya samaki na ugali, uh-huh. Wapare wanachukua ugali naika hapa fo, anapeleka picha ya samaki anapiga tonge fo, naangalia picha anameza.